Mtu mpya Technology Tips, sehemu ambao unaweza kujifunza maujanja yote yanayohusu teknolojia kwa ujumla, settings mbalimbali za simu pamoja na kompyuta. Sasa leo tutaenda kuangalia zile settings za muhimu katika simu ambazo kila mtu anatakiwa azifahamu, settings mbalimbali katika simu yako ambayo ni lazima kila mtumiaji wa simu aweze kuzifahamu. Sasa moja kwa moja tutaenda kwenye application ya settings, utaingia kwenye application ya settings. Tukishaingia kwenye application ya settings, tutaenda kuangalia setting moja baada ya nyingine. Setting ya kwanza ni hapa, wanaita network and internet. Utabonyeza hapo kwenye network and internet, kuna option mbalimbali, kuna wifi, kuna mobile network, kuna airplane mode, hotspot and tethering, data saver VPN na private DNS. Sasa kwenye kwenye upande wa, wa, wa Wi-Fi hapo ni kama mtu unataka ku access Wi-Fi fulani, utaweza ku turn on Wi-Fi na itaweza kukuletea Wi-Fi ambazo ziko available na itaku, itakuomba uandike password and then utaenda ku access Wi-Fi. Ya pili ni kwenye hii mobile network hapa, ukibonyeza hapa itakuletea hapo Sim card ambazo umeziweka kwenye simu yako. Kwa mfano hapo kwangu kuna Yas na Vodacom. Kwa mfano nikibonyeza Yas hapa itaniletea kum, e, nakoepte kama mnavyoona hapo maelezo. Sasa kuna, kuna wale ambao unakuta akipiga simu ana line mbili mbili, la akipiga simu inaenda moja kwa moja kwenye line ya kwanza au line ya pili. Sasa kama una tatizo kama hilo, unakuja hio sehemu imeandikwa call. E, call preference ukibonyeza hapo itakuletea hapo Yes Vodacom au namba tatu hapo imekuandikia ask ask every time. Kwa hiyo utaweka hapo kwenye ask every time, ila kama unataka ukipiga simu inaenda moja kwa moja kwenye Yes au kwenye Vodacom utabonyeza either. Utaweka kwenye Yes, ukipiga simu inaenda moja kwa moja kwenye Tigo au kwenye Voda, ukipiga simu inaenda moja kwa moja kwenye kwenye Voda, ila ukiweka ask every time, kila utakapopiga simu inakuwa inakuuliza kwamba unataka upige kwenye mtandao gani aidha ni Voda, au ni nini au ni asi. Hilo ni jambo la pili la muhimu katika network and internet. Sasa kwenye hapa hapa tukisalia, tuki hapa hapa kuna upande wa mobile data. Kwenye mobile data data kwenye pia ukiingia hapo, ni kwamba utakuwa umeruhusu matumizi ya data, lakini ukiachana na hiyo call preference, kuna sms preference hii pia unaweza ukaseti kwamba nataka nikituma message ziwe zinatuma zina zina moja kwa moja kupitia line ya Tigo au line ya Voda yaoda. Kwa hiyo ni setting kama ile ile tuliyofanya kwenye nini, kwenye upande wa kupiga simu. Haya, setting nyingine ya muhimu hapa aa, baada ya, ya mobile network kuna airplane mode. Airplane mode, ni unazima mawasiliano kabisa katika simu yako. Kwa mfano, nikitani on hapa ina maana siwezi ni kapokea SMS wala call yoyote. Ah, kwenye upande wa hotspot and tethering hi i ni sehemu ambayo unaweza kama hotspot, mtu akaweza kutumia wifi yako. Kwa mfano mtu amekuomba labda kwa hotspot, ana jambo lake anataka kuangalia kwenye internet. Kwa utabonyeza hii sehemu ya hotspot and tethering then utaweza kumwa hotspot na ataweza kufanyaje moja kwa kwa ume, ume, akaja hotspot akaja bila hiyo, utakuja kwenye hii eh, option ya hotspot and tethering utaiweka off, utakuwa umenyima matumizi ya bando lako kwa mtu mwingine. A, tukisalia hapo hapo hivi uh, tutakuja sehemu ya data saver. Hii data saver hii, kazi yake hii ni kusevu data zako, ambazo e, wakati mwingine unaweza ukao umejiunga umejiunga kifurushi, baada ya muda mfupi tu naambwa umetumia matumizi asilimia sabini na tano ya bando lako. Kwa wakati mwingine unakuta kuna application zinafanya kazi e, nyuma ya simu bila wewe kujua. Kwa hiyo utahitani on data saver, na hapo utaweza kusevu data zako kwenye matumizi ambayo we mwenyewe hukuyadhamiria. Jambo lingine hapa utaenda kuangalia settings nyingine hapa kwenye simu e, ina... <tipos> <tipos> connected devices. Hapa kwenye connected devices kuna vitu viwili hapa. Kwanza kuna Bluetooth hii, watu wengi nadhani wanajua kwa sababu watu wengi wanatumia Bluetooth. Kwa hiyo kwenye connected devices ni zile devices ambazo unaweza kuconnect wireless. Hey, wireless connection kwa mfano kwa upande wa Bluetooth, unataka kumrushia mtu au mtu anataka kukurushia kitu. Kwa hiyo utakuja hapo utaconnect, then utaendelea kushare au kupokea kitu kutoka kwa mtu. Uh, setting nyingine ni kwenye application. Hapa kwenye upande wa application hapa ni sehemu ambazo unaweza ukaseti application zako kuruhusu au kutokuruhusu vitu fulani katika e, katika hii application yako. Kwa mfano hapa e, kwenye upande labda tuseme tukija kwenye application kwa mfano application ya phones. Ukibonyeza hapo kwenye application ya phones utaona kuna notification, kuna permission, kuna storage, kuna mobile data na kadhalika. Kwa mfano ukiingia hapa kwenye permission unaangalia je hii application imeruhusu kutumia kutumia vitu vingapi. Kwa mfano kwenye imeruhusu ku access contact pamoja na notification pamoja na access. Sasa hii hii settings ni muhimu sana, kwa sababu eh, asilimia kubwa watu wengi huwa wapate changamoto na hii setting. Sasa tutaendelea na setting nyingine fam uh, tukaangalia setting nyingine hapa ambayo uh, notifications Kwenye notifications. Kwenye notification hapa hii inahusu zile taarifa ambazo unakuwa unatumiwa kwenye, kwenye simu yako. Kwa hiyo unaweza uka, uka allow notifications kwenye baadhi ya applications au ukazuia notification kwenye baadhi ya nini ya applications. Lakini kuna jambo la muhimu hapa la kuset kwenye mambo ya notification, sawa. Uh, kwenye upande wa notification hapa utakuja chini hapa kuna sehemu imeandikwa notifications on lock screen. Muda mwingine unakuta mtu ume lock simu yako lakini bado unapokea zile notification. Yani, simu ipo kwenye lock, lakini message ikiingia inaonekana kwenye nini? Kwenye screen. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye notification on lock screen, utaweka kwenye don't show any notifications. Watu wengi unakuta imeandika kwenye... iko kwenye namba moja hapa kwamba show conversation default and silent. Kwa hiyo unakuta notification inaingia hata kama uja unlock simu yako, yani simu iko locked, lakini notification inaingia. Kwa hiyo ukitaka kuzuia kitu kama hicho, utakuja hapa kwenye notification on lock screen, then uta, uta, utaweka kwenye namba tatu kwamba don't show any notifications. Hiyo ni kwa upande wa nini, wa notifications hapo. Hilo ni jambo la muhimu sana, setting ya muhimu kwa upande wa notifications lakini Uh, setting nyingine ya muhimu hapa, e, watu wengi ambao wanakutana nao na changamoto ni kwenye sounds and vibrations. Sounds and vibrations. Kwenye sound and vibration hapa ni unaseti kwamba unahitaji simu yako iite kwa namna gani? Je, itoe sauti au iweke vibration au au, au isitoe mlio wowote isiweke vibration au isiweke sauti. Ndio uta utakuja kwenye setting ya sound and vibration. Kwa hiyo ukija hapo utakuta kwa mfano kwenye media hapo unaona sauti iko juu, kwenye call, kwenye ringtone, sauti ipo. Kwenye alarm sauti ipo. Lakini ukitaka isitoe sauti kabisa, utakuja hapo kwenye do not disturb. Umeona kwangu iko off. Kwa hiyo wewe utaitani on. Ukibonyeza hapa turn on itakuwa simu yako hata ikipigwa usikii ndio, au Ee, message ikiingia inaingia tu kimya kimya. Kwa mfano mtu uko kwenye kikao hataki usumbufu, kwa hiyo tu turn on do not disturb, ina maana hata simu ikipigwa haitakuwa inatoa nini, haitakuwa inatoa sauti. Jambo lingine tutaenda kuliangalia hapa kwenye upande wa settings. Uh, setting nyingine ya muhimu ni kwenye upande wa features, kwenye upande wa features hapa kwenye upande wa features E, tutaenda kuangalia system navigations hapa. Kwenye upande wa system navigation kuna, kuna, kuna vitu viwili hivi vya muhimu. Kwa mfano unahitaji kuseti simu yako iwe na muonekano aina gani? Kama unavyoona hapa, vicho navigation ni ile ambayo wengi wana, wanaitumiaga kila siku. Hii hapa ukiseti umeona imekuja hapa chini kwamba ukibonyeza hapa utakuja back kama inavyoonekana hivi, lakini kuna hii system navigation ya pili ambao kwa upande wangu hapa mimi ndo nilikuwa nimeiweka hii hapa. Hii hapa ni tofauti kidogo na watu wengi huwa waitumii kwa sababu wanaona iko very complicated. Kwa hiyo hii hapa matumizi yake ni kwamba ukiseti, ina maana yenyewe inakuwa haionyeshi, haionyeshi vile vinani hivi hivi vya kutachi kama vinavyoonekana hapa juu, yenyewe haionyeshi, yenyewe inakuwa iko tu kama mnavyoona hapa kwenye simu yangu huku chini hamna chochote. Kwa hiyo hii ukitaka kurudi back ndo kama hivi. Unarudi back kwa namna hii. Kwa hiyo ni, ni namna hiyo ambayo unaweza ku setting simu yako. Uh, jambo lingine kwenye upande wa setting hapa, uh, jambo lingine la muhimu sana ambalo kila mtu na mtumiaji wa simu anatakiwa alifahamu, uh, ni kwenye upande wa display kwenye display hapa kuna brightness level eh, hapo utaenda kuangalia ni mwanga gani ni, ni, eh, brightness level ni, ni, ni ule mwanga ambao unahitaji kwenye simu yako. Kwa mfano ukibonyeza hapa utaona kupunguza mwanga au kuongeza mwanga, ndio kwenye brightness level. Lakini kuna kuna jambo lingine tena hapa kwenye screen time out kwa mfano mtu umetoa lock tu haijapita hata dakika moja tayari ishaingia kwenye lock. Kwa hiyo utaamua useti wewe kwamba hiyo lock yako iingie kwa muda gani. Kwa mfano hapa kwangu kama mnavyoona, nimeset kwenye 5 minutes. Kwa hiyo unaweza ukachagua 10 minutes au 30 minutes au 1 minutes, ni whatever you like. Kwa hiyo hapa ni kwenye screen lock timeout. Hizi ni settings za muhimu sana ambazo kila mtu anahitaji kuzifahamu. Haina maana kwamba ukitaka kuseti kitu fulani lazima umuulize mtu akufanyie kwa hiyo ni mambo ya muhimu sana ya kufahamu. Jambo lingine tutaenda kuangalia kwenye settings ni kwenye upande wa wallpaper, hii ni kwenye kuweka wallpaper na kutoa wallpaper. Kwa hiyo utaingia hapo, utachagua wallpaper na utaweka hii, watu wengi wanaifahamu sana. Uh, jambo lingine la muhimu sana ni kwenye security and privacy, security and privacy. Hii ni security ya simu yako. Watu wengi sana wanashindwa kuweka security katika simu, kwa hiyo setting hii ni ya muhimu sana kwa sababu simu yako ni ya kwako, kwa sio lazima kila mtu atashika simu ana uwezo wa kuaccess sehemu yoyote. Kwa hiyo utakuja sehemu hii imeandikwa device unlock. Device unlock. Kwa hiyo hapo ukibonyeza ndio itakuletea, itakuletea screen lock kwenye screen lock hapa, kwa mfano kwangu mimi nimeweka password. Kwa hiyo wewe utaweka password, halafu uta confirm password yako. Hiyo ni kwa upande wa nini, wa screen unlock. Ehe, lakini kwenye upande wa, wa privacy hapa, kwenye upande wa privacy hapa ukija hapa kuna, kwenye kwenyewe kuna, kuna mambo mengi tu kuna permission manager, control app access to your data. Hapa ni namna gani ambapo unaweza uka control application zako ku access data katika simu yako, lakini kuna privacy dashboard, show which apps recently used, ni permission uka, uka, uka. Kwa hiyo unaweza ukaka- uka, set kwamba mtu anapokuja kwenye simu yako ana uwezo wa kuangalia application gani ambazo umezitumia kwa muda huo. Kwa hiyo pia ukibonyeza hapo utaweza kuzuia kwamba application fulani na application fulani ni kiitumia hata mtu akija akicheki kwenye, kwenye nani, kwenye simu asiweze kufanyaje asiweze kuiona. Hilo ni jambo lingine la muhimu ha, security and privacy. Hapo nadhani hayo ndio mambo ya muhimu sana, ha, ya kuzingatia. Eh, jambo lingine hapa la muhimu E, ni kwenye, tutaangalia kwenye system, kwenye system tutaangalia, ndo jambo la mwisho la kuangalia. Ya setting muhimu nyingine ya kuangalia hapa kwenye system, kuna mambo ya languages hapa. Utaenda kuchagua language, lugha gani unataka kuitumia. Mwingine anaweza akakuchallenge tu, akaingia kwenye kwenye simu yako kwenye setting, akabadilisha lugha akakuwekea Kichina ukaja ukaanza